Shukuru Wilson Chimwaga ni msemaji wa chama cha waigizaji mkoa wa Dodoma. Tunasema tunataka amani. Sheikh Ahmed Said Ahmed msemaji wa Sheikh wa mkoa wa Dodoma. Tunasema tunataka amani. Mchungaji Pendo Shemu Yohana natokea kijiji cha Michese. Askofu Antoni Simon Ndyashimba ni mwenyekiti wa umoja wa madhehebu ya Kristo mkoa wa Dodoma, lakini pia ni askofu wa makanisa Baptist kanda ya kati kwa mkoa wa Singida, dodoma na Morogoro. Tunasema tunataka amani. Tunasema tunataka amani. Tunasema tunataka amani. Emmanuel Anton Kamome, dereva bodaboda. Tunasema tunataka amani.